Malaika, mambo? Yule mkwe wako anafahamu vizuri kweli? <laughs> Cana naye mwanangu wa kitambo. Nini sasa, unajisikiaje kuona mimi nadate na afikia kwee? Ah, mi kwangu shega tu, kwani vipi? tua lliknipend yni hataumi, yani mkavu kabisa, amekauka kakau. Sikia, achana na habari za mahusiano, mimi tulishamaliza kitambo hmm. Alafu naomba umsamee mwana, anateseka kwa sababu yako. ile chupu ulikuta sio ya kwake, ile niringiana mimi wangu Ezi na mpenzi wangu batimbarisaaa Sipo unajua kama unaumiza kwenye mwanangu kiasi gani? Sipo nionee huruma basi hata kidogo. Mimi naweza kuumia bado. Mimi nakupenda, usinifanyie hivyo. Sikia. Sitaki kusikia chochote kuhusu mahusiano yetu. Mimi naitwa Ishamari. Lazima zingatia kitu kimoja. Mwanangu asijue chochote kuhusu mahusiano yetu. Akijua itakuwa ni noma sana. Nitamwambia ukweli wote rafiki yako. Utachagua wewe uwe na mimi au ni mwambie rafiki yako?